Bunge la Ulaya limepitisha azimio la kuitaka Kamisheni ya Umoja wa Ulaya, EU, kusitisha mpango wa ufadhili kwa Tanzania baada ya ghasia za uchaguzi kusababisha mauaji ya raia na uharibifu wa mali katika miji mbali mbali nchini humo. Sasa jukumu kuu la kusitisha au kuendelea kuifadhili Tanzania lipo mikononi mwa Kamisheni hiyo ya Umoja wa Ulaya. Video ya mbunge mmoja katika bunge hilo, Bwana David McAllister imesambaa mitandaoni na kuzua gumzo. Katika video hiyo, Bwana McAllister aelezea namna uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania ulivyogubikwa na udanganyifu. Kituo cha BBC kimeripoti pia kuhusu sakata hilo. Bunge la Ulaya linajadili moja ya maazimio mazito zaidi dhidi ya Tanzania, matukio ya siku na baada ya wa pinzani, Chadema, hilo, mba, uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambayo yamepelekea mauaji, alafu kuna ukandamizaji wa haki za binadamu na ile kesi ya uhaini ambayo inamkabili kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu. Azimio hilo linasema wazi kwamba uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 haukuwa huru wala wa haki, kufuatia waangalizi wa EU na SADC kukosoa. Sasa bunge hilo limekuja na jumla hoja tisa kwa ajili ya Tanzania. Hoja ya kwanza ni malalamiko yake kuhusu mauaji, majeruhi na madai ya kuwepo kwa makaburi ya halaiki na kuishutumu serikali ya Tanzania kwa kutofanya uchunguzi wa kutosha licha ya kwamba Rais Samia Suluhu amekwisha unda tume ya uchunguzi. Hoja ya pili ilinasisitiza kusitishwa kwa ukandamizaji dhidi ya wa wapinzani, waandishi wa habari, waandamanaji na watetezi wa haki za binadamu lakini tatu linataka vijana wote ambao wamekamatwa kiholela waachiwe huru mara moja, ambapo mpaka hivi sasa zaidi ya mia sita wamekwisha achiliwa. Lakini pia hoja ya nne ni kwamba inahusu kesi ya Tundu Lissu kwamba aachiliwe bila masharti, apewe matibabu na aruhusiwe kuonana na familia yake. Hoja ya tano ya bunge la Ulaya ni kwamba licha ya Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume ambayo ilikosolewa na wapinzani Bunge hilo linapendekeza uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu mauaji, utekaji na mateso ambayo bunge hilo linasema ikiwezekana, tume maalum inaongozwa na Waafrika iweze kuundwa. Hoja ya sita ni kwamba linataka adhabu ya kifo ifutwe na hukumu zote za kifo zibadilishwe. Na saba, bunge linataka kuwepo kwa majadiliano shirikishi kati ya serikali, upinzani, asasi za kiraia na waathiriwa matukio ya Oktoba 29, ili kupunguza mgogoro na kuwezesha uchaguzi mpya huru na wenye uwazi. Hoja mbili za mwisho ni kuhusu bunge kupendekeza kusitishwa kwa misaada ya moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania na kuelekeza kwamba fedha nyingi zaidi zipelekwe kwa mashirika ambayo si ya kiserikali, wanaharakati, vyombo huru vya habari, ikiwa ni njia ya kushinikiza uwajibikaji. Na hoja ya mwisho, bunge linataka maazimio yote haya yapelekwe kwa au UN na taasisi zingine. Sasa yote tisa. Kwa upande wa Tanzania, serikali imekosoa hatua hiyo ya bunge la Ulaya kuijadili bila kuipa nafasi yote ya kujibu, na inasisitiza kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Ikaongeza kwamba tayari Rais Samia Suluhu Hassan amekwisha unda tume ambayo itakwenda kuchunguza matukio hayo na kuelekea kwenye maridhiano. Hata hivyo, bunge la Ulaya linasema hatua hizo hazitoshi. Linataka zaidi uwazi, wajibikaji na uchunguzi huru zaidi. Je, kura ya leo itabadilisha mwelekeo wa mahusiano ya Umoja wa Ulaya na Tanzania na inaweza kuathiri vipi mustakabali wa taifa hili la Afrika Mashariki?